Sisi watu ya Kenya kwanza, tunaamini ya kwamba stima ni haki ya kila mwananchi. Stima siyo starehe ya matajiri peke yao. Stima ni haki ya kila mwananchi, siyo starehe ya matajiri peke yao. Ndio tumeleta program ya kuongeza mastima kufika nyumba zetu ambazo hazina stima katika taifa letu la Kenya. It is our intention to connect every home with electricity. Haijalishi nyumba yako ni ya mawe, ya mbao, ya matope, ya nyasi, ya mabati, nyumba ni nyumba na unahitaji stima kama vile tajiri anahitaji stima. Kweli si kweli jameni? Na u, hiyo stima inaleta pia biashara hizi ndogo ndogo za saluni na kinyozi na welding zinafanyika kwa huku vijijini na vijana wanapata kazi. Kwa hivyo hapa makueni kwa sasa kuna programu imeendelea ya kufikisha stima kwa manyumba na vijiji ambavyo havina stima, na serikali sasa hii iko na projects za 2 billion shillings here in Makueni county alone to connect an additional 18300 homes with electricity kule mashinani. Nimesema ya kwamba serikali imetoa shilingi bilioni mbili na already contractors wako ground katika, katika kila constituency in Kenya. Hapa Makueni peke yake. In every constituency kuna stima inawekwa mashinani. Wajumbe wenu wanajua ni wapi, kwa sababu hao wabunge wenu ndio wametusaidia kujua ni wapi stima haijafika. Now we will connect everybody with power. Kwa hivyo for now we have released 2 billion shillings to connect 18,300 And 20 households, 18,320 households, which do not have power, sipate stima hapa Makweni na katika hii constituency ya Makweni, hiyo sasa ni akaunti. Constituency ya Makweni pesa yenu ni 370 million, na hiyo itaongeza familia mpya elfu nne mia tatu for Makweni constituency, it is for it is uh, 370 million to connect an additional 4300 families, lakini nikiangalia mi naona tuongeze hiyo pesa ya Makueni. Tuongeze, tusiongeze? Watu wetu wapate stima wasipate, wangapi? Wanasema tutafutane na viongozi wenu tuongeze hiyo stima. So mimi naenda kuwatetea muongezeo hiyo stima.